Alidhihakiwa kwa kuwa fundi wa gurudumu, lakini alikuwa bilionea. Ninakuonya, jiepushe na naya mara moja. Fundi wa kutengeneza magurudumu kama wewe hana kitu cha kufanya na binti yangu. Hivi ndivyo yote yalivyoanza. Siku ya harusi, ukimya ulishuka kama mvua ya dhoruba, kwa sababu yule aliyedhaniwa kuwa fundi wa kawaida wa kando ya barabara alikuwa kitu kingine kabisa, sivyo mtu wa kawaida. Kama unapenda hadithi za upendo wa kweli, bonyeza kitufe cha subscribe na ufuatilie hadithi hii ya kushangaza hadi mwisho. Walidhani alikuwa mdogo, walimtazama kwa dharau, walimdhihaki, walimhukumu, lakini upendo haukuwahi kuomba ruhusa ya ulimwengu. Starehe vizuri, kwa sababu hadithi hii inastahili kusikilizwa hadi mwisho. Mkutano wa kwanza mvuani. Mvua mbuwan nzito ilipiga mitaa ya mji, madimbwi yalizidi barabara, zilikuwa zimejaa maji. Katika mwisho wa siku iliyojaa ukungu na mvua, jambo fulani lilitokea chini ya anga lililosongwa na dhoruba. Naya polisi wa trafiki alikuwa amekwama, pikipiki yake piki ya kazi ilikuwa imemwacha tairi yake ya nyuma ilitoboa katikati ya barabara nyepu. Mvua iliteleza kwenye sare yake safi. Saa kumi na saba na arobaini na tatu na alijaribu kufungua programu kumwita garajini, lakini hapana, hakuna mtandao. Kwa kweli, ingebidi hii itoki sasa, alinung'unika. Na hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Umbo likaonekana katika ukungu, mwanaume alisukuma polepole pole mkokoteni uliochaka ndani yake kompresa ndogo, zana zilizo na kutu, na kibandiko kilichochoka utengenezaji wa magurudumu huduma ya kusafiri. Alivaa koti la mvua lilichokuwa limetumiwa, kofia ya zamani iliyowekwa kwenye kichwa, viatu vya plastiki, lakini hata hivyo tabasamu lake lilikuwa kamili, la joto la ukweli wa urahisi unaofanya moyo ulegi. Habari za jioni, mwanamke. Unahitaji msaada? Naya aliguka kwanza, akiwa na wasiwasi wasi, lakini ukiwa huna chaguo unaacha kuwa mgumu. Alinodi. Ndio, gurudumu limetoboa na sina la akiba. Mwanaume alitabasamu tena kwa utulizi. Hakuna shida, naweza kulitengeneza hapa, dakika kumi, si zaidi. Bila maneno mengi, alijikunjua, aliweka zana zake, aliondoa gurudumu. Mienendo yake ilikuwa dhahiri, sahihi Hakuna kusitasita na Naya kimya kimya aliangalia. Kitu hakikuwa sawa, huyu hakuwa fundi wa kawaida, au afadhali, hakufanya kazi kama fundi wa kawaida. unafanya kazi mara nyingi katika eneo hili? aliuliza akijaribu kuvunja fumbo. Alicheka polepole pole, bila kuinua kichwa. Sikweli, ninazunguka. siku moja hapa, siku moja sokoni. inategemea na nini siku inatoa. Aliimaliza sentensi yake kwa mnong'ono, kisha ukimya ukarejea, sauti ya mvua pekie na pumzi laini ya kompresa. Dakika chache baadaye gurudumu lilitengenezwa. Aliamka na kusugua mikono yake kwenye kitambaa cha zamani chenye doa la mafuta. Tayari, unaweza kupima. Naya aliwasha pikipiki piki. Injini ililia kwa upole, kila kitu kilirudi kuwa imara. Tabasamu likaletwa kwenye midomo yake, la kweli la faraja. Asante sana. Mm, jina lako ni nani? Alijibu rahisi, Mubarak. Na wewe mwanamke? walibadilishana macho, kisha kicheko kidogo kilimtoka kiepesi, karibu cha aibu. Joto la ajabu likapepea hewani. wakati uliosimama ni kiasi gani? na kudai, Mubarak alipunga kichwa. kitu fikiria ni zawadi, zawadi ya siku ya mvua. Naya alibaki amegandamana. Alikuwa ameona wanaume katika sare, watu wa kawaida, wenye hasira, wenye shida, wenye hofu, lakini si mara nyingi wanaume wasiojali faida. Kitu kilivunjika ndani ya moyo wake kimya-kimya. Hapana, nataka kulipa, nasimama juu ya halo, alinyusha noti kadhaa. Mubarak alisita kisha akachukua moja tu. Shilingi elfu kumi itakuwa ya kutosha. Mimi si maskini, ninatafuta maisha ya amani tu. Maneno hayo yalisoma ndani ya akili ya Naya kuwa nguvu ya ajabu. Usiku huo alirudi nyumbani akiwa amelowa lakini amesumbuka, sio na uharibifu, bali kwa mwanaume na kile alichoacha ndani yake, hisia za ajabu kama nota ya muziki ambayo huwezi kusahau. Na hii ilikuwa mwanzo mwanzo kabisa wa hatima ambayo ingabadilisha kila kitu. rmeit mapenzi yanachipua tangu siku hiyo. Naya hakuweza kumtoa Mubarak akilini mwake. Kulikuwa na kitu katika mazungumzo hayo chini ya mvua, kitu cha kweli, cha rahisi, uaminifu ambao Naya hakuwahi kusikia katika sauti ya mwanaume. Lakini haikuwa zaidi ya mazungumzo ya kawaida, dakika chache tu kati ya polisi aliyechoka na fundi wa magurudumu aliyenyamaza, karibu asiyoonekana kwa macho ya ulimwengu. Lakini sauti ile iliendelea kung'ara Siku kadhaa baadaye, asubuhi tulizi zaidi ya kawaida, kikosi kilikamilisha doria mapema. Naya alipanda pikipiki yake na bila kufikiria sana, alichukua njia ile ile ile. Kona ile ile ile. Barabara ile ile iliyolowa ile na mti ule ule ule, ule. Ule uliosimama juu ya barabara kama alama ya kimya, na alikuwa pale Mubarak, bado na mkokoteni wake, bado na zana zake, hakuna kilichobadilika au karibu. Wakati hu mwanamwali mezi alikaa karibu naye kwenye kiti kidogo. Alitabasamu licha ya gurudumu la baisikeli yake lililotubua. Mubarak alifanya kazi kwa usahihi ule-ule, utulivu ule-ule. Hakuna bili, hakuna manung'uniko. Ni tabasamu tu na maneno machache ya upole. Naya alisimamisha pikipiki yake. Bado wadoria katika mtaa huu? Aliinua macho na kucheka kwa ukweli. Polisi anayependa mvua. Naye alicheka pia. Aliondoa chapeo lake na akakaa karibu na mkokoteni. Mubarak alimaliza kazi yake, kusugua mikono, kisha kurudi kwake. Doria tena au unatafuta magurudumu yaliyotoboa tu? Kidogo ya vyote. Eneo hili ni kiota cha misumari, sivyo? Alijibu kwa mzaha. Walicheka pamoja, lakini nyuma ya starehe hii kitu kilijengwa polepole. Mazungumzo yaliendelezwa. Mubarak alisema Alizungumza juu ya mwanzo wake. Alifanya kazi katika garajini maarufu mpaka siku mmiliki wake alipomlaghai. Kwa hivyo aliacha yote na kujianza mwenyewe na kile alichokuwa nacho yeye tu, mkokoteni wa zamani na ujasiri mwingi. Naye alisikiliza kimya kimya. Alipendezwa kimya kimya na utulivu wake, heshima yake na njia yake ya kutolalamika. Siku zilipita na alirudi tena, lakini wakati huu hakuja mikono mitupu. Mubarak, nina kitu kidogo kwako. Alikunjamza nyuso akishtuka. Zawadi? Kwa nini? Alinyusha chapeo jeusi jipya imara, rasmi. Chapeo lako ni la zamani sana. Hili ni la kiwango cha polisi, lakini linaruhusiwa kwa kila mtu. Imara, starehe. Na kweli unahitaji. Alisita akapunga kichwa. Sisiwezi kukubali, ni gali hakika. Alimtazama moja kwa moja machoni. Usifikirie bei, ni zawadi kutoka kwa rafiki. Ukimya, kisha tabasamu. Alikubali, lakini hakubaki bila kufanyia kitu katika hali hiyo. Nina kitu pia, alichimba ndani ya druu ndogo ya mkokoteni wake na kutoa wa mkufu mdogo wa ufungwa uliokatwa kutoka kwa mpira wa zamani wa gurudumu, ulimara wa mviringo. Aliangalia mkufu mdogo, duara rahisi la mpira, lakini katika macho yake Ilimetameta kama kito. ulitengeneza mwenyewe? Ndio, ninawapa wakati mwingine wateja wazuri, lakini huu nilitengeneza hasa kwako. Naya alitabasamu, tabasamu ambalo halikuweza kujizuia tena. Polepole kitu kilivunjika ndani yake, au labda kitu kilifunguka. Alianza kuelewa, haikuwa tena kustaajabu. Kile alichohisi kilikuwa kimechukua mizizi. Alijua kwamba upendo haulizi ruhusa, lakini pia alijua kwamba mara nyingi haitoshi, kwa sababu kwa kweli, Mubarak alibaki fumbo na mafumbo. Wazazi hawapendi sayas. Changamoto ya familia. Siku zilipita, maisha ya liendelea, doria, ripoti, mikutano, lakini katika akili ya Naya kila kitu kilibadilika. Hata katika maingilio, hata katika nyakati za msisimko zaidi, uso wa Mubarak ulizidi kuonekana na kwa kushangaza, wazo la fundi huyu wa magurudumu lilituliza moyo wake vizuri zaidi kuliko taratibu yoyote. Kwa hivyo usiku moja aliamua kusema yote. Katika sebule tulizi ya nyumba yao kubwa ya ukubwa, alikaa miguu ya kikatisha mbele ya wazazi wake. Baba, mama, nataka kuzungumza nani juu ya jambo muhimu. Ukimya. Baba alinyusha mgongo. Ofisa mkuu wa polisi alikuwa amezoea kutiwa macho yake ya kugandama baridi yalitosha kumzuia mtu yeyote kumkosea. Na ataka kuolewa. Ukimya ukawa msisimko. Mama wake aliweka kikombe chake polepole pole. Baba wake alibaki macho yakimkazia. Na nani? aliuliza kwa sauti tulizi lakini ya baridi. Anaitwa Mubarak, hamjamjua bado, lakini ni mtu mzuri. Na anafanya kazi gani baba? Aliendelea bila kuonyesha hisia yoyote Naya alimeza matekisha akatoa, anatengeneza magurudumu. Macho ya baba yake yalifunguka kisha yakaongezeka ugumu mara moja. Uso wake ukawa mwekundu, sauti yake ilipanda ikali. Je, hii ni utani? Ofisa wa polisi aliyehitimu kwa heshima, anayetaka kuwa fundi wa kawaida wa magurudumu? Si kazi yake inayohesabu ni moyo wake, ya kutosha. Unaletea familia yetu aibu unataka wenzangu wajue binti yangu anawa mwanaume bila mustakabali. Mama yake alijaribu kuingilia, lakini ni kuchelewa. Baba aliamka akiwa na hasira na kuondoka chumba akiacha nyuma dhoruba ya kimya. Warasal mateso na mapatano. Siku zilizofuata zilikuwa adhabu. Naya alifungwa, alinyimwa simu, alinyimwa kutoka, hata nambari ya Mubarak ilizuiwa kufutwa, kutulizwa. Upande wake hakuelewa ujumbe haukupita, simu hazikujibiwa. Hata alienda kituo cha polisi, lakini aliwaambiwa Naya yuko likizo ya matibabu. Wasicho kumwambia ni kwamba amefungiwa nyumbani, kwamba analia kila usiku gizani akishikilia meto wake na kurudia polepole kati ya kulia, Mubarak, Naya uko wapi? Unakosa Mubarak peke yake kando ya barabara, moyo ukija huzuni, haja sikilizi chochote Hakuna neno, hakuna simu, hakuna ishara. Na wakati huo, ndani ya nyumba ya kimya, kitu kina haribi wa mwili wanaya unalegea, akili yake inazimika polepole pole. Mama yake anamtazama kila siku, akiwa mweupe zaidi, kimya zaidi, na anaanzia kushuku, kuuliza kama upendo mara nyingi haustahili zaidi ya kiburi. Anajaribu kuzungumza na baba tena, lakini yeye anabaki amegandamana mkaidi katika kanuni zake. Lazima ajifunze maisha si hisiatu si hadithi za kubuni lakini somo hili maisha litamfundisha kwa njia nyingine. anachakaskor mahospitalini. Usiku mmoja mwili wa naya unaanguka katika chumba chake kilichofungwa, anazimia bila neno, analetewe hospitalini kwa dharura. Moyo wake unapiga bado, lakini macho yake yamezimika. Si ugonjwa anayobeba ni ukosefu upendo, uliozuiliwa pumzi iliyozuiliwa na vyuma vya dhahabu vya nyumba kubwa sana. Chumba cha hospitali kimezama katika mwanga mkali na baridi. Pigo la mara kwa mara la mashine ya moyo na toni ya drip piki ndio sauti. Naya amelala haharakishi, kope zimefungwa, midomo kavu, lakini kati ya ukimya manong'ono. Mubarak, Mubarak. Mama yake yupo amekaa karibu naye, anamshika mkono kwa nguvu katika kona ya chumba baba anaangalia kimya, asiatikisika au karibu. Anarudia jina lake daima, anasema muuguzi akibadilisha drip. Labda ni vizuri kumwita mama. Anatazama mumewe, hasemi chochote lakini macho yake na kuwa. Mara ya kwanza tangu ugomvi huo, anasema mtafuteni, mleteni Mubarak, lakini msimwambie Naya chochote. Nataka kuona ana thamani gani. Ukombozi Usiku huo, chini ya mvua nyepesi, mama wa Naya na dereva wa familia wanaingia mjini. Wanajua wapi kutafuta, na kama vile bahati ilingoja kuja kwao, wanamkuta bado mahali palepale pale, bado akiinamia gurudumu. Wakati huu ni mtu wa kuuza anayemsaidia Mubarak. Sauti laini na ya kutetemeka ananyuka, akishtuka, mbele yake mama wa Naya: Naya yuko hospitalini, ameugua tangu mlipotengwa Unaweza kuja? Haulizi maswali, anafunga sanduku la kelazana na anapanda gari. Safari inafanyika kimya kimya, mvua inateleza kwenye madirisha, lakini ndani ya moyo wa Mubarak dhoruba inakuwa. Hospitalini anaingia chumba, mama anabaki nje, anakaribia polepole, kukaa karibu na kitanda na kusema kwa mnongono, Naya, ni mimi Mubarak. Anasogea kidogo, macho yake yanafunguka kidogo na anamwona uso aliotazamia, sauti aliyotumaini. Mkono wake mgumu na wenye mshono, lakini ulioja joto unashikilia vidole vyake polepole pole. Na pale bila kupiga kelele, bila nguvu Naya anavunjika machozi yanateleza kimya kimya. Hatimaye umekuja, umekuja kweli. Samahani Naya, sikuweza kukulinda. Anapunga kichwa polepole kidhaifu, sikosa lako. Ulimwengu huu ni magumu sana kwa upendo rahisi kama wetu. Kisha anatabasamu kidhaifu, lakini na moto huwa unaozaliwa tena machoni mwake. Lakini sikuwa hikukata tamaa, wala wewe pia. Nyuma ya pazia la chumba, jicho linaangalia. Baba kimya anaangalia. Na machozi moja tu inashuka kando ya shavu lake isiyotarajiwa, isiyozuiliwa kwa sababu wakati mwingine hati rahisi zaidi ya upendo inaweza kupasua hata moyo mgumu zaidi. Usiku huo, Sinaya peke yake anayepona ni pia baba yake na labda hadithi nzima. Baraka na harusi. Siku zilizofuata, mwili wa Naya unarejea nguvu, hamu yake ya kula inarudi, kicheko chake pia. Lakini kile kinachomfanya avehe kweli ni umbo lile la kimya linalobaki upande wake. Mubarak daima yupo, si wa kuganda, daima yupo. Si tena fundi yule wa kando ya barabara, kwake amekuwa makao, nyumba. Asubuhi moja yenye jua, naye hatimaye anaweza kutoka katika kiti cha magurudumu, akisukumwa polepole katika bustani ndogo ya hospitali. Chini ya mwembe mkubwa, wanakaa pamoja kimya kimya. Mubarak, una uhakika wa kutaka kubaki nami baada ya yote haya? Anamtazama bila kusita ni kwa hiyo hasa nina uhakika, kwa sababu hukukimbia, ulikubali kuteseka ili usiache, na mimi pia nitapambana. Ukimya unatanda wa kutuliza, upepo unaamka, majani yanaanguka kana kwamba kila kitu kilichokuwa kizito sana hatimaye kimeachiwa huru. Muda mfupi baadaye, mama wa Naya ana karibia Naya, Mubarak, baba yako anataka kuzungumza nani, Mubarak. Ananyuka Naya, pia mgumu zaidi wa kukengeuka zaidi, anakubali bila neno. Katika sebule hewa inaonekana nzito zaidi. Baba amekaa mgongo mnyofu, macho ya kugandamiza yasiyoweza kupimika. Mubarak anasimama mbele yake mnyofu, kimya, kimya, mikono kando ya mwili, hakuna kinachosogea. Baba anamkazia macho kaa anati, kisha ukimya. Sitazungumza kwa muda mrefu nataka kuelewa jambo moja kwa nini wewe fundi rahisi unafikiri unaweza kumkaribia binti yangu kwa kujiamini hivyo mubarak anavuta pumzi macho yake ni ya utulivu si ya kudharau wala si ya hofu kwa sababu naamini bwana kwamba upendo hauangalii hadhi ndiyo ninatengeneza magurudumu lakini sikuwahi kucheza na hisia za binti yako na ninakuahidi kumlinda hadi pumzi yangu ya mwisho ukimia Baba anaamka, anatembea polepole kuelekea dirishani, mgongo umegeuza. Kisha swali lisilo la kutarajiwa: na baba yako alifanya nini? Anabaki amegiuza dirishani, sauti ya chini. baba yangu alifariki, alikuwa akiendesha lori. Mama yangu aliuza vyakula katika kijiji chetu, wali samaki. Alipambana ili atufanyie maisha. Ukimya si wa aibu, ukimya ulioja heshima. Na kisha sauti ya baba, polepole, pole zaidi, kubwa zaidi. Vizuri sana kama unaweza kumlinda Naya kama unavyosema leo, basi ninakupa baraka yangu, lakini usinisikitishe, usinifanye nihuzunike na chaguo hili. Nyuma ya mlango uliofunguliwa kidogo, Naya anasikia yote, na miguu yake haimshikili tena. Anaingia, machozi yanatoka kabla hata mikono yake kufikia ya baba yake. Anapiga magoti, anamkumbatia kwa njivu sana, kama mtoto ambaye amepatana na baba aliyefikiri amepotea. Mubarak anainamisha kichwa, sauti yake ni ya chini, karibu haijasikika. asante bwana. Anashikana mikono na mkwewe wa baadaye, kushikana mkono kwa uaminifu, ahadi ya kimya, kwa sababu upendo wa kweli haujawahi kuhitaji hadhi, ni ujasiri tuna moyo safi. Siku hiyo baraka ilionekana haiwezekani inakuwa kweli. Katika macho ya baba, utambuzi umezaliwa, wa kuchelewa lakini wa kweli. Iska siri inafichuliwa. Naya hata kifahari hakuna kasri, hakuna misafara. Anataka tu kuungana na mwanaume anayempenda rahisi, mbele ya familia ya na marafiki wachache wa karibu, mialikoni ya kawaida, mahali pa sherehe, nyumba ya familia hema ndogo lililosimamishwa bustanini, viti vichache, mawa machache. Lakini kuna kitu ambacho hakuna anayejua hata Naya. Mubarak, licha ya maisha yake rahisi, anaficha siri, si kwa aibu, bali kwa sababu alitaka kujua. Je, angempenda ikiwa hajui chochote? Nyumba ina shughuli nyingi, majirani wanaweka vipande vya urembo, binamu wanapanga viti, jukwaa dogo liko tayari, imam yuko njiani. Naya anayenga bado haaminishi, baada ya yote waliopitia, wako hapa pamoja, lakini hadithi bado haijatoa karata zake zote. Mwishoni mwa saa za alasiri, sauti ya ajabu inasikika mwishoni mwa mtaa, mungurume wa peki, gari jusi nzuri linalotembea polepole, likifuatwa na magari mawili makubwa ya SUV miusi yenye rangi ya giza. Kimya kimya, macho yote yanageuka, hata mazungumzo yanasimama. Kwa sababu msafara huo hauna jambo la kawaida. Magari yanasimama. Wa kwanza kutoka kwenye gari jeusi ni mwanaume mzuri, shati la batiki lililosukwa vizuri, saa ya dhahabu ya kimya, lakini inayong'aa. nyuma yake wanaume kadhaa katika suti nyusi kwenye ukumbi, naye anabaki amegandamana. Minong'ono inakuwa karibu naye, majirani hawaamini macho yao, hata baba yake ananyusha akikunja mzani uso. Na kisha mlango wa gari kuu unafunguliwa. Mubarak anashuka, lakini si tena mwanaume wa viatu vilivyokuwa vimetumika. Anavaa suti ya bluu ya usiku, viatu vilivyong'arishwa, nywele safi, kutembea kwa ujasiri. Anatembea kuelekea familia ya Naya, macho moja kwa moja, na nyuma yake wazazi wanashuka pia, mwanaume wa umri, mwanamke mzuri mwenye tabasamu la upole wazazi wake. Mubarak ana karibia baba wanaya, anaina misha kidogo, anaonyesha mkono. Bwana, hawa ni baba yangu na mama yangu, na leo ninakuomba rasmi mkono wa binti yako. Ukimya. Baba wanaya helai tena, ana gukia mkewe akiwa na wasiwasi. Mubarak, hii ni nini yote? Mubarak ana tabasamu, tabasamu jepesi, karibula upole. Ndio, mimi ni fundi wa magurudumu lakini pia ni mwanzilishi wa Mandala Rabar. Tu, tuna viwanda vitatu, viwili mashariki, kimoja katikati. Nilitaka kujua ni nani ataninipenda bila kujua jina langu. Ukimya unakuwa wa uzito, lakini si tena wa baridi, umeja heshima. Naya anatembea mbele, machozi machoni, anasimama upande wake. Basi haya yote huku ya ficha kunitapeli? Hapana. Anajibu polepole pole, nilifanya hivyo kwa sababu wewe peke yako ulinitazama wakati kila mtu alinidharau, machozi ya Naya yanatoka. Hajali, chini ya macho, chini ya kamera za simu, anamkumbatia pale mbele ya wote. Sijali ni nani wewe, nataka tukuwa nawe milele. Tratadar, mwisho. Upendo unaotoa tumaini. Kila mtu anajua sasa ni nani Mubarak, lakini yeye hakubadilisha chochote ameweka urahisi. Moyo wa mwanzo Sherehe inafanyika pale chini ya hema, akizungukwa na watu wa karibu, majirani. Hakuna anasa, hakuna maonyesho. Ni watu wawili tu, roho mbili, ukweli miwili uliounganishwa. Naya mzuri katika vazi jupe lenye tarizi nzuri, macho yakimkazia mwanaume aliyempenda kabla hata ya kujua jina lake. Tabasamu lake linaangaza upande wake. Mama yake anamkumbatia kwa upole, huku akimnung'ia sala sikilini mwake Baba anavuta pumzi kwake na kisha anagiukia Mubarak. Nina kukabidhi hi Naya mbele ya Mungu na mbele ya watu hawa. Naya anainamisha kichwa, mabega yake yanatetemeka na machozi aliyoyazuia kwa muda mrefu sana hatimaye yanatoka. Lakini wakati huu ni ya furaha. Siku inaendelea.